Siri kubwa ni udhubutu. Kila kitu ni kigumu, vyote nilivyoanza sio kitu rahisi e, kwa, lakini mimi nina udhubutu, wasiogope. Mimi sitaki kusema kukubali, no for any answer. Mimi kila kitu ninachofanya lazima kifanikiwe kwa jina la Yesu, sikubali. Yani kwa mfano, sijihurumi mimi, nafanya kazi mpaka nalala na, na viatu mm -hmm. Kitu muhimu ni delegation. Nilichojifunza ni kuwashushia kuwa watu wenzako. Kuna hii swali mama ambayo nimetaka, nimejiuliza sana siku zote kwamba wewe ni kiongozi na mwanzilishi wa kanisa Mikocheni B Assemblies of God ambayo sio kanisa dogo, lina watu wengi wa kutosha, lakini kadhalika pia wewe ni mwanzilishi na ni mkurugenzi wa uh, shule za St Mary's ambayo sio shule moja ziko mikoa ya kutosha, Mbeya, Dodoma, hapa Dar es Salaam ziko nyingi tu, lakini pia mama, wewe pia ni mwakilishi wa wananchi kwa kupitia viti maalum pale bungeni. Natamani siri hii utuambie wa Tanzania leo unawezaje kufanya vitu hivi vikubwa hivi na vikaendelea na mwenyewe huku huku. Naomba siri leo wapatie wa Tanzania ambaye labda wengine wanakuonaga kwa mbali tu, lakini natamani wasikie sauti yako, akuje huyu ni mama ambaye anaweza kufanya vitu vingi na vyote vimeendelea, vimekuwa vikubwa. Nini siri? Anafanyaje? Anajigawaje? Siri kubwa ni udhubutu, kwa sababu kila kitu ni kigumu, vyote nilivyoanza sio kitu rahisi e, kwa, vi, lakini mimi nina udhubutu, wasiogope. Mimi sitaki kusema kukubali, no for an answer mimi kila kitu ninachofanya lazima kifanikiwe kwa jina la Yesu. Sikubali. Yaani kwa mfano sijihurumi. Mimi nafanya kazi mpaka nalala na viatu. Wewe wenyewe ni mwanafunzi wa Saint Mary's, unakumbuka sana. Sasa kama ulikuwa unaniona mimi mpaka saa nane za usiku bado unapanda maua, eh, bado unapanda maua, bado na na tengeneza. Na nilisema hapa siku moja kwa sababu umenisaidia. Kwa hivyo mimi sijihurumi. Kitu muhimu ni delegation. Nicho jifunza, ni, kuwa, kuwa kuwashushia watu wenzako. Kwa mfano kanisani, mm. ni wachungaji kumi na mbili. Si kwa kwa hivi mimi sio lazima niwe pale mm. hata kama nimeanza lakini kuna wachungaji kumi na mbili wanaendesha kanisa kwa sababu mimi na wao nilichonacho nimewaachia. Wao wanafanya kama mimi. Nikienda mashuleni pia nina ma-headmaster na school managers wanaendeleza. Sio lazima mimi niwepo. Sasa mimi nikienda vijijini pia napata platform ya kusaidia wanawake, watoto kusaidia, hey, jamii. Narudisha wema kule ambako mimi nimetoka. Nisingeitwa dokta bila kijiji, nilikuwa hmm. kijijini nikasoma mpaka nikaendelea mpaka nimefika Daktari Rwakatare. mm. Kwa mimi narudisha, I'm giving back kile ambacho mimi, mm. mimi nimekipata kutoka kijijini mm. na pia mm. mm. kulipe, kulipe. Mvuvi, maskini, ambiwa, kwa serikali yangu, sisi ni wale ambao tulisoma bure sekondari, maana kama ningeambiwa kulipa nisingeweza kulipa, watasoma bure babangu, kwa hiyo tulisoma hao wa sekondari na lazima sisi tulipe kwa serikali tulipe kwa wananchi wenzetu, na pia kwa vijiji vyetu mm -hmm. Kwa maana kule ndiko tumepata chimbuko ya elimu bure na nini. Imekuwa changamoto katika hayo maisha yako yote, ambayo umekuwa unatembea na kufight na kudhubutu na kuhakikisha vitu vitu, bado najiona kama changamoto nyingi sana, kama unakutengia kama changamoto tatu hivyo, kusaidia watu wengine ambao wanasema ah, bana, mimi nimeanza nimefika baba, inatosha bana, sitaki tena kuendelea biashara hii. Changamoto ni nyingi. Kitu mm -hmm. cha kwanza wivu, watu wana wivu kwa hivyo akiona kwamba anaifanya kila kitu kizuri, sio yeye, anakuharibia anakuchafua, yani bila sababu. Hiyo hiyo inavunja moyo, maanake lengo lake wakurudisha nyuma. Lakini mimi huwa sikubali, nikiona kwamba narudishwa nyuma, ndio kwanza wanantia, yani wanantia pambo niendelee mbele. Kuna vitu vingi vya kukatisha tamaa. Lakini sasa hata kama ukikatisha tamaa ukiacha, si ndio utafurahi? mm -hmm. Fadhali, hata kama ukikatishwa tamaa unaanza upya. Ukianza upya, unakuta kwamba unaweza mm -hmm. yeah. Kitu kingine pia, kazi ninazofanya nyingi mm -hmm. ni challenging mm -hmm. Watu wanasema wewe, mwanamke tu, unawezaje kuanzisha mashule? Kwanza idea hii ulipata wapi? mm -hmm. Jamani, kazi yoyote sasa hivi mwanamme na mwanamke anaweza kufanya Unaona kama hivi sasa, unaona kazi gani ambayo mwanamke hawezi kuifanya? Hmm. Kama maengineers wanawake wapo, kama madaktari na wanawake wako, kama ma, ma, wa urusha ndege marubani. Wow. Hata wanawake wako marubani. Hmm. Hakuna kazi ambayo mwanamume peke yake anaweza kufanya. Hmm. Kazi zote wanaume na wanawake wanaweza kufanya. Hmm. Kwa hivyo unapofanya kazi ambayo sio ya wanawake kwa asilia, kwa mfano uchungaji, mara nyingi wachungaji ni wanaume mabishop ni wanaume. Sasa mwanamke wewe unaingiaje? Lakini unasema kwa sababu tuna roho mmoja, anifanya kazi sio mimi, kuna Mungu ndani yangu ananiambia saidia wenzako kiroho. Kwa hivi Roho Mtakatifu aliye ndani yangu na aliko mwanaume ni huyo huyo mmoja. Kwa hivyo mimi pamoja na challenge hizi zote nasema Mungu nitie nguvu, naweza yote katika Mungu anitie nguvu. Huyo ni Bishop Dr. Gertrude Rwakatare, eh, kuna, kuna mahali ambapo nilikushuhudia nili kwamba umenunua uh, umenunua vitabu vya hela nyingi sana nyingi sana vitabu vile vya kusoma vya kusoma, vya kusoma. Nilitamani pia Watanzania leo utuambie uh, siri hiyo ya kwa nini pia unapenda kusoma vitabu vingi, na nikiangalia na shughuli zako nazo mchungaji, ni nyingi: kuna kanisa, kuna kuna ubunge, kuna udirekta, kuna umama kuna unapata wapi muda wa kusoma vitabu vile vingi, na kwa nini dokta, unapenda kusoma vitabu? Mimi Harris, nachojua ni na kwamba elimu haina mwisho, lakini pia chuma unoa chuma. Sasa kwa mfano nimeona kitabu kina title nzuri, ambacho mimi kinaweza kunisaidia, kwa mfano cha uongozi, kwa nini nisikisome kusudi nijue huyu kiongozi mwenzangu ameweza eh, labda kufanya research? Kuna nini ambacho mimi sikijui? Si riziki E, na elimu tu nilionayo. Napenda sana kujifunza kutoka kwa wengine, huyo ameandika nini? Hebu nisome. Ukisoma inakuwa nzuri, na ndio maana unakuta mimi hata spichi zangu ni quality, zina quality. Kwa sababu nini? Siridhiki na bibilia tu unasoma, hapana, nasoma bibilia na kitu kingine na kitu kingine, alafu baadaye nikiweka ujumbe wangu unakuwa na nguvu, unakuwa unapenya ndio maana nasema Mama Dokta Rwakatare bwana, jumbe zake ni za kawaida mm -hmm. lakini zinapenya mpaka mm -hmm. ndani ya moyo mm -hmm. kwa sababu nini? Kwa sababu e, eh, nasoma na vitabu vingine mm. -hmm. si riziki tu na elimu niliosoma. Kwa hivyo vitabu kusoma ni very important, kujiongezea elimu na ujuzi ni very important. Mimi kwa mfano semina si dharau, hata kama kitu nakijua ukiasiria mali ni mi, naenda hata kukaa kwa watu wa kawaida kabisa nisikilize, mm -hmm. hao wanajua nini zaidi yangu, mm -hmm naongezea pale ambapo mimi ninapo. Kwa hivyo it is very important, kila mtu ajue kwamba usi, wewe unapojua mbele, mwingine anajua nyuma. Kwa hivyo bora ujifunze kutoka kwa wengine, uwe bora zaidi. Namfahamu marehemu sasa, mzee uh, Rwakatare na angekuwa hai, unadhani labda kwenye ndoa yako nini usingokifanya ambacho uh, labda ulikifanyaga mwanzo na haukifurahia ya kabisa? Sisi tulikuwa marafiki. Yaani furaha yake yote ilikuwa nafurahia yes, sana sana kuwa na mimi mm. Nilikuwa najua kuchekesha na, yaani tulikuwa happy family eh, happy mm, eh, alikuwa ni yaani, rafiki. Kwa hivyo mtu kama ni rafiki yako, haya kwa kweli you enjoy kukaa naye mm, na nini na nini mm, eh, nilijitahidi kwa uwezo wote mm, eh, kuweza kumfurahisha ili mm, eh, anipende na mimi pia alijitahidi E kunifurahisha na mimi nimpende kwa hivyo tulishi vizuri kwa, kwa kweli. Mm. Namshukuru Mungu kwa ajili yake. Amina, amina, amina. Mama tumezungumza vitu vingi sana. Naomba uh, uh, utusaidie mahali ambapo panasema kwamba um, wewe unafanya kazi sana kiukweli. Na wewe ni mama. Okay. Sasa unalizungumziaje swala la mwanamke aliyeolewa kwa ajili ya ku jituma na kuongeza kipato nyumbani kwake. Mm, ni swali zuri kwa mm sababu kwa kweli kibiblia tunajua hata kawaida baba ndio yeye kichwa cha nyumba na yeye ndio ana wajibu wa kutunza nyumba mm, yake mm, lakini katika maisha ya sasa hivi tunaishi mtu ambaye unayemsaidia ni lazima aone unamsaidia nini Kweli mama anapika nafanyani, lakini endapo atakuwa na kazi akaleta na yeye kipato, au labda akawa na biashara ikaongezeka ikaongezea kipato nyumbani, maisha yanakuwa rahisi zaidi, kwa sababu mama ni msaidizi, msaidizi wa mume wake. Kwa hivyo, msaidizi anatakiwa awe na nguvu ya kuweza kumsaidia yule ambaye anayesaidiwa. Kwa hivyo mimi namwacha kila mama asikae tu nyumbani akisema baba ataleta, baba ataleta. Kile ambacho wewe unaweza kufanya ukifanye. Kwa sababu kila mtu anamhitaji mwenzake. Huyu alete unga, mwingine akileta mchicha, basi maisha yanaenda mbele. Mm. Siku moja wakati napanda mabasi. Karibu. Eh, hey, nikiwa kabisa msichana na mimi. Nikiona wasichana wawili warembo nasema maskini. Ningepata mtu tu wa kuishi naye. Mm. Yaani mwenzangu tu yeye. Aende alete nyama, mimi nilete mchele. mm -hmm. Yaani tusaidiane maisha haya bwana, kukaa peke yako ni ngumu. Akasema ala, kumbe hata na wanawake wanataka waishi na mtu mm -hmm. kusudi wasaidiane. mm -hmm. Sio kwamba uishi basi we oh, umlemee mm -hmm. mwenzako. Eh, kimama kimeviringana, kimenenepa, kimependeza, mwanaume anafanya kazi usiku na mchana amekonda, hiyo pia sio sawasawa. Pale ambapo naweza ukamsaidia mwenzako majukumu, basi majukumu inakuwa mepesi na watoto wanakuwa na furaha na nyumba inaweza kuwa na furaha zaidi. hmm. Mi naangaliaga kama unakumbuka hmm. kwenye Mithali hmm. ule mwanaume alipoona mke wake anafanya biashara hmm. anaenda huko ananunua hmm. shamba anafanya. Akasema ah, binti za watu wengi wamefanya mengi, lakini we, mke wangu, umewapita wote, kwa sababu hakika msaada wako nauona kwa hivyo tunaposaidia hakika na pendo na ndoa inadumu. Kwa sababu nini? Mara nyingi magomvi yanatokea kwa sababu pesa. Eh? Pesa zinapopungua unakuta baba anakuwa mkali. Mm. Naomba nyanya. Kwenye mwezi kupika bila nyanya. Lazima mpike nyanya. Oh, nazi amna. Nazi gani bwana? Kwenye mwezi kupika bila nazi juu hapo heda. Hakuna. Kwa hiyo kumbe wanaume wakioga hela wanakuwa kali zaidi. Wakali eh. <laughs> Kwa nini huwa unapenda kusema kwamba wanaume ni bidhaa adimu? Wanaume ni bidhaa huo, unaona nini mama? Na, na, huku tumejaa wanaume wengi, tumejaa huko ndani ya Nation. Wanaume wale wamekaa. Wanaume ni kwa madamu. Why keep on saying that? Tuna kwa nini huko unasema wanaume ni bidhaa adimu? Mimi kwa maneno mengine naweza kukwambia. Mm. Naifahamu thamani ya mwanamume. Unapokuwa na mwanamume unakuwa ndio ukamilifu kwa mwanamke. Najua mwanamme ni muhimu sana, na kupatikana kwa mwanamme ni mpaka mpango wa Mungu. Watu wengi wameenda China lakini hawakurudi, na wanaume wamerudi na makorokoro, wameuza, wamepata hela. Watu wengi wanasafiri mikoani, lakini uwezi kurudi na mwanamme. Kwa hivyo kupata mwanamme ni mpango wa Mungu na ni Mungu ukakuheshimu sasa kama umepata mwanaume ni lazima umthamini. Hata dunia inasema wanawake tuko wengi kuliko wanaume. Sasa kama wewe umechaguliwa na mwanaume akakwambia mimi nakupenda eh, jamani, si inakuwa ni kitu kizuri? mm. hiyo mimi nakupenda, niliona mwanamke yani dada mnene aliruka, yaani akasema huyu atavunjika miguu kwa furaha nini. <laughs> Ni good news <laughs> hey, yani malengo, ni kwa mwanamke yani malengo ya kila mwanamke ni kwamba, mm. awe na nyumba yake, mm. awe na watoto wake, awe na familia yake. Sasa mm. anapokosa kwa kweli anasononeka, anaumia. Hata mi nimeona wasichana wengi ambao kabla ya kuolewa amekonda, anakuwa mwembamba, unamshangaa. Ah, akipata mme anachana, yani unashangaa, huyu ni yule yule. Kwa sababu nini? Ndio furaha mm. ya mwanamke. Kwa hivyo mm. Kwa kweli wanaume ni bidhaa adimu mm. huwezi kumpata popote. Mm. mpaka Mungu akupe. Ah, hii ni terminal ya Cloud FM saa kumi na dakika 22 ninaye Bishop Dr. Gertrude Rwakatare tunapiga naye stori kwa habari ya ndoa na vitu viwili vitatu vinne. Hii ni kwa ajili ya kujenga jamii yetu na tuweze kuendelea mbele vizuri, na kila kitu kiweze kuwa kizuri, halafu furaha yetu iweze kutukuka zaidi na zaidi na zaidi na zaidi. Sasa tumeongea Dr. kwamba uh, ndoa hazidumu kwa sababu ya changamoto zimekuwa nyingi tu sana, okay. Lakini pia umezungumza habari za mwanamume na majukumu ya kwake ili ndio aweze kuwa vizuri. Pia mwanaume lazima asogee aende mbele atafute pesa na vitu vikae vizuri mle nyumbani, lakini pia umeongea kuhusiana na uh, msaidizi kusaidia mume wake kuhakikisha kwamba vitu vinakaa vizuri. Nilitaka hapa nikuulize swali la ku challenge kwamba wewe sasa kama mama umekaa kwenye ndoa umeona ndoa ambayo imekuwepo, umekuwa mchungaji umekuwa bishop umehudhuria ndoa nyingi, umeona ndoa nyingi ambazo hivi umesema, na kanisani siku hizi kuna talaka zinapatikana, eh, ziko, eh. Hey, watu wanaachana na mtu mwingine anaenda mwingine. Sasa nini hasa ambacho labda wewe kama wewe umechukua hatua ya kuona kwamba okay, kwa experience nilikuwa nayo, nimeona hivi hivi, hiki ni kitu ambacho namwame kufanya kunusuru ndoa za Tanzania? Mimi kama mchungaji na pia kama msomi, nilisomea sana mambo ya familia, ona kwamba si vema ndoa zinavunjika ovyo. Mbaya fikiria ya kwamba ndoa ni taasisi ya pekee ambayo unapata cheti kabla hujafanya kazi. Siku ile ile mnafunga ndoa, unapewa certificate. Sasa umefanya nini? mm hujajua -hmm. kwamba mwanaume mkali, hujajua kwamba kwa mwanaume huyu anapiga, hujajua kwamba mwanamke huyu jeuri, lakini unapewa certificate. Sasa ukipewa certificate, je, ukipata challenge katikati unapata nini? ndoa ni taasisi ya pekee ambayo haina haina semina. Unasikia wajasiriamali wana semina kila Jumamosi, nawaambia jamani, Riverside, Ubungo, jamani Mbagala, kwenye maholi yote wanajaa watu wanajifunza ujasiriamali. Ukiangalia walimu wanakuwa na semina zao pengine mara moja kwa mwaka pengine mara mbili kwa mwaka. Nakuta mapolisi wanajifunza mbinu mbalimbali, eh, siku hizi bwana, kuna utapeli mpya umeingia siku hizi nini, wanafundishana mambo mbalimbali, hata madaktari. Lakini wanandoa hawana smnayakusema yes. Jamani, ikusifanye ikufanye, a huyu alifanya hivyo, au kusikiliza hata shuhuda za wengine, walikaa miaka arobaini, walikaaje miaka arobaini? uliwezaje kukaa na huyu mtu miaka ishirini eh? zile shuhuda mbalimbali pia zinajenga. Kuna mtu alinitumia message akisema mama, akija leo naomba muulize, yuko njia panda, yuko kwenye ndoa na amekaa kwenye ndoa, ana mwaka wa sita sasa, na anasema kwamba kuna kitu ambacho kimekuwa kinamuumiza kwamba yule mume wake ana tabia ya kutembea na ndugu zake kwa sababu alikuwa na watoto ambao anawaraisi pale nyumbani, wamekuwa wamekua, wamekua mabinti. Katembea na mtoto mmoja mama, akaona akavumilia, ikaisha vile. Lakini sasa baadaye mtoto mwingine wa shangazi yule jamaa akatembea naye. Sasa mama huyo amefika njia pana sasa ni huyu mwanamume anaonekana ni, ni muwaji tu, anawezaje kutembea na vitoto ambavyo tumevikuza vyenyewe? Basi ngoja mimi niondoke zake. Sasa hapo, anajaribu umshauri afanye nini? Kwa sababu kama amemkuta mume wake ametembea na msichana wa kazi, katembea na watoto ambao wakuza wenyewe, na amekuwa mbogo, hataki kusuluhisha. Kwa hiyo mama yuko in between, bitwini, anataka aondoke zake, avunje ndoa. Hapa hewani, unamshauri nini? Maskini aache ndoa yake kwa ajili ya hao yeah, uh, watoto wadogo mm. Sasa yes, sasa hivi achukue house girl mzee, achukua house girl mzee. Mzee na mwenye sura mbaya <laughs> ndo akae hapo ndani, hawezi kumwingia mtu, kama mama yake atamwingiaje? Yeye silete visichana vikisha kula vitapendeza, vikineneba vitapendeza. E, asilete kabisa, wala ndu, mtoto wa ndugu asilete, awasaidieje wakiwa huko huko. Abadilishe akimletea bibi, kwa sababu <laughs> <ni kwa> <laughs> wanaume kuasilia ni polygamist mm. Yani wale wanapenda kwa kuona kwa hivi eh, akiona aki isichana kizuri anapenda. mm. Akiona hivi hivi, kwa hivyo ni shida, huwezi kuzuia macho yake asione eh, na kama mtu yuko hivi, basi kitu muhimu wewe ni kumsaidia, sio kumkimbia mume wako ubake na watoto peke yako, hapana hapo hapo, Benet hatoki mtu, mwambie hatoki mtu, na anakuletea bibi huyu, ndio atakuwa na fungo zako eh. Kama kweli yeye ni mwanamume, basi alale na mtu wa umri wa mama yake. Kwa sawa, jamani, umesikia? Amekwambia mama Doctor, mama wa tembe za ndoa, akatoa shauri moja la ndoa leo. Kama mume wako ni kicheche, anatembea na wasichana wa kazi, anatembea na ndugu zake, wala tausikimbia ukaacha ndoa. uh-huh. mletee msichana kazi, mbibi huyu. Tumuone ni muda wa kuchukua nafasi yako katika meza ya HW, tuwasilishe kwako mawazo yenye tija kwa maneno ya dhahau, kukupa hamasa, kujengea uwezo wa kufanya zaidi.